Ni mjukua bunduki kijana urukunyate mtetezi wa nyonge. Nimesikia hapa watu wakilalamika oh, ujini wa Malwa. Sijui si kiongozi. Nataka kusema hivi hata kama unaandareti mtu kiasi gani, hatuwezi fika mahali tunataka kulinganisha ujini wa Malwa na, ana na, mu, na Mata Karua. Haiwezekani once ujini wa Malwa Ako na gavana moja, ni gavana huyo moja ambaye inapea watu ID hii Kenya zaii. Na huyo na huyo gavana anapea watu ID, watu walali, hata Mr. Ruto mwenyewe alali juu ya huyo gavana. So tupee Eugene Mwamalwa heshima. Mr. Speaker, asante sana, swali yangu kwa memba umesema Eugene Mwamalwa na, na Martha Karua <laughs> Mr. Mr. Speaker, Martha Karua alikuwa alikuwa deputy wa nani? Ya Raila Amolo Odinga. Alisimama akapigiwa nini? Kura. Tuna tukajua Martha Karua from Mount Kenya alipea Raila Amolo Odinga kura ngapi? Nataka mambo yako flow. Aniambie, Eugene Wamalwa alisimama nini na nini akakuwa na kura ngapi? Mr. Speaker ndio <laughs> Salikera, e, wabunge na mandugu zangu tukiwa hapa lazima tukuwe watu ambao wanajua siasa ni nini na kapasiti ya mtu. Martha Karua ana MCA, Eugene Wamalwa wako na bunge watano na gavana moja na MCA watano na, nataka na nisoma maeneo bunge ndio mwache yao. Martha Karua alikuwa na nini, alisaidia Raila nini? Mtu ambayo akona mbunge na mtu ana MCA tunalinganisha wapi? punda na farasi nani na nini ambayo tunapolinganisha hapa? Eh, bwana. Sio hata karua ni punda. Ni punda. I will not apologize. Karua ni mtoto wetu wewe. Mtoto wa nani bwana? Eh. Kila kitu ni mtoto wetu. Ngoja. So, na so, yeah. Bumula constituency ni mbunge ya Yujin wa Manu wa Bumula. Huyo ni mbunge wangu. Cherenganyi ni mbunge wa wewe na nani? Yujin wa Malia. Kiminini wa Malwa. Luanda wa Malwa. Mumias East wa Malwa so ukiwa hapa usilete ubishi, kwa sababu njaa inakusumbua hatu Ujinwamalua tunaweza linganisha na Mathakarua? Mathakarua bwana, lazima tupee wamalu heshima. Mimi gavana ambayo namfuata hii iko anda chama ya Yujin wamalwa Hapo sasa. Mata ako na nini ambayo linganisha hapa? My friend, tukizungumza wale viongozi yinyi wa mali, akisema anadaka ako na uwezo kwa sababu kuna bunge wa tano nyuma yake, pili apo na governor, na huyu governor apea watu index watu walali governor wa ya ya yinyi wa mali. My friend, tukiwa hapa jifunza siasa, usikuja kwamba kwa sababu wewe kuna fixed mind ya kwamba umeweka tu hapa William Ruto. Ninarudia, najua hata kwa hata wenye hivi bunge wengi wao ni William Ruto. William Ruto is a one term president Is a one term president. Na kwa sababu ukiwa hapa, mimi napinga Ruto. Kwa sababu gani? Ruto ameinterfere na sekta ya afya, hiyo ni William Ruto. Ruto akainterfere na sekta ya elimu. Ruto ameinterfere na mambo ya mshahara na pensel ya wafanyakazi. Ruto ameinterfere na maisha ya Wakenya, hakuna jira. So ukiwa hapa unatuambia mambo ya Ruto ati nani Eugene Wamalo hawezi chaguliwa tuko hapa kwa sababu tunafunza wa Kenya makosa ambao wanafanya baada ya uchaguzi na kabla ya kuenda kwenye chaguzi. Mimi mtu hawezi kuja hapa niandareti mtu fulani, lazima niangalie huyu mtu akona nini, obabe yake, uzito yake. hata unasimama hapa unakompea Eugene wa malwa na, na ule mtu ambaye amechikataliwa kwao. My friend, ukiona watu wa ambaye anapinga watu wa western chunguza baba yake ni mujaluo ama ni Masai? Yes. Chunguza zaidi. Muluya yoyote ambaye anapinga Muluya huyu, baba yake ni mjaluo huyo, si Muluya <laughs> mimi ni Mkurya nitasema, kwa sababu siwezi fuata felia mara sita. Siwezi. Waje nibaki Mkurya, waje ni baki, waje ni kuwe Mkurya, kwa sababu anatoka sura East usiwezi jeushika na felia ashindwe Kenya mara tano, nje mara moja, mara sita siwezi. Wacha nikuwe Mkuria, nimeamua hey. Bas, siwezi kaa hapa ni nikuje ni support Ruto kwa sababu mtu mmoja ndiye anashiba my mjalu friend. Watu ya mrembe mtu ameuliza nani atatoa William Ruto? Ruto anatolewa hey. na watu ya mrembe Nation ndio hey. atamtoa Ruto kwa sababu wako na Muluya kona numbers. numbers. ukikompea Muluya na Mujaluo, namba inaninga wapi 1.8m hey. hey. na milioni tatu na nusu wanapatana wapi wow. Nikamu siku na mchana, Muluya, simama kwa mguu yako ya kwamba nyinyi ndio the next president wa hii Kenya. Ni Muluya I believe 100% so nikiwa hapa, ikwe inamalua niko sawa, ikwe na tembea niko sawa, wala tu mudavari ndio siwezi accept, kwa sababu huyu ni kanu kama ule mzee na kama ule mkorago kwa kiti. So lazima nikimaliza nasema hivi, Waluya community, kommunity, jamii ya rembe Mrembe Nation, mkiwa hapa mudifend kijana wenu. Saa hii mambo ya mambo ya parliamentary committees, tume ameng'olewa Ndini Nyoro akadanganya Muluya anaenda kupewa, baada ya kung'olewa Ndini Nyoro akarudisha kwao, siampikiti amepeleka Siaya, walio amepewa nini? Kelemamisi amikuma na mzee muda mrefu Muluya simame kwa mguu yake na Muluya dai yakeyake. Uwezi danganywa para nyakue minister wa nini wa treasury, ukuji udanganye tena kale wa misi kama mwenyekiti ya bajeti pia unapeleka kwenu. Is time Muluya akae kwao, na Muluya kule mali yake wao. Pia wametumia Muluya ya kutosha, my friend. Nataka kuambia Waluya, baki kidete kiongozi wenu Tembesi ambaye atatetea Muluya ni mheshimiwa Simba, gavana wa Tranzoia. Huyo ndio simba ya Waluya hapo nyuma, hapo nyuma. Tuko na Ijuni wa Malwa, ndio party leader wetu wa DAP. Mimi niko kwa DAP. <laughs> My friend Jubilee ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta. DAP imetengenezwa na Uhuru Kenyatta. It's one party, my friend, kama uchui. My friend, nini unatuambia? Baba yangu ndiye anafundi DAP, so niko mahali baba yangu wako. 2027. Simba kiongozi ambaye anachochea Muluya, ambao wale wa jamaa wametumia Muluya kutosha. Raundi wa jamaa ni kungoa reli peke yao. Waluya wamekataa kiongozi wa